awachaku ashikaje? Yani huyo jina lake, si anaitwa maonda yake lakini, yake ni shebi, sababu e alikuwa hajui kama darasa huyo anajua jina lake a, alikuwa akimwangalia alikuwa akimwangalia bwana shebi, anamwona ni mjanja mjanja, e, umeelewa? Ehhe, kwa hiyo wakati anaingiza voko, nikashangaa. <laughs> anasema anasema kuna kwa sababu aliingiza line kama nne hivi, e, halafu si ndiyo ikawe nakuja hiyo shebi anasuasua, Shebi sasa, mi mwenyewe sikunoti kwa kama kamwimba huyu, kumbe Shebi anakwenda kama pasta Joshuani, Shebi mtu wa michezo yaani. <laughs> <laughs> <laughs> kauchubua kwa sababu uh. ule hajulikani kama, kama shebi huku ni Pastor Joshua e e. E. E. <laughs> e. <laughs> na tabia za huyu jamaa ah. <laughs> E. kwa hiyo kajikuta surprise kwenye ngoma. Kwa hiyo e, mi mwenyewe siku noti mwanzo wakati tuna rekodi uh. uh. <laughs> baadaye ndo nakuja huyu jina yake ni shebi, ndio na maana huyu ikamwangalia afu hiyo tabia. Kuna wasanii wa nami Ujue kuna msa kuna msanii unaona kabisa huyu anakuimba, ana hadi wewe producer anakuimba kabisa. Nakwambia ukweli zabia kabisa, unaona huyu mstari huu huu ni wako Darassa. <laughs> <laughs> Uh, na hiyo sana uh, anaweza kaimba kitu kaona hii kama yangu, kwa shebili lazima ni surprise, kwa sababu mi hu nimezoa kumwita maonda uh -huh. kwa hiyo baadaye ndo nakuja kwa... jinawake Shebi na ukajuaje? Mm, kama anaitwa Shebi kumbe, mm, kapiga research yake kajua mwamba anaitwa Shebi, kapata mstari ndo kachora, yeah. Shebi sogea hapo, no, masala, no, anaonekana sana kwenye page ya ya Mr T Touchez ah, no, hey, mm, mm, okay, mwanangu yeah, sana mm. Na studio touch ni noma sana. E, mmoja kati ya studio kali sana Tanzania. oh, yeah, sure. mm, kwangu mimi yeah, kwa sababu kule ni zaidi ya mziki yeah, unaona familia, unaona washikaji hmm. na unaona maua

muda mfu hii mind your business mm. too much iliyochukua process hey, ile labda hey. Na Mr Blue kwa sababu nakumbuka mm. wakati tunarekodi nyimbo na Mr Blue okay, studio sound card yangu mm -mm. eh, kwa hiyo voko za Mr Blue ilibidi tuende tukachukue studio nyingine okay, tukaenda kurekodi am record mm. voko za Mr Blue kwa hicho kitu kisababisha nyimbo ikachelewa lakini, mm. e, na pia kulikuwa kuna marekebisho marekebisho mengi, toa mistari hito. Yani, kuna nyimbo zinakuwaga zinasumbua. Kwa mfano, kuna nyimbo ile ya Darasa na Alikiba ya mwanzo ile proud of you mm. ile mm. nayo ilisumbua sana. Mmoja ya nyimbo ambayo imesumbua sana ni ile yani, Darasa ashabadilisha vesi zaidi hata mara kumi na tano. Kwa nini? shida ni nini? au anakuwa na I feel tu nadhani na unajua, wasanii wengi wakishafanya nyimbo mm. kwa mfano, akakutafuta Kennedy akakwambia, e bana, mm. kuna kitu nimerekodi, nataka nikusikilizishe nikusikilizisha, mm. sasa labda mmekaa kwenye gari hivi akaplai, afu akaona kama wewe hauna vibe ile vibe mm. yani, kama yeye alivyoaminia. Kuna maswali anabaki nalo au mm, sio kali. Mm. No. Kwa hiyo kwenye kujiuliza, sio kali anarudi tena. Mm. Sasa akiwa anasikiliza mwenyewe kuna moyo anajipa kama hii kali, lakini mbona jamaa kama haja vibe nayo na hiyo inatokea yani, so so so kwa presenter talk hata akimsikilizisha mtu wa kawaida. Anataka kumwambia mm. Eh, bana noma. Noma hata studio kwa anatengeneza beat hivi. Ukikaa na msanii. Mm. Okay, msanii. mm. Afu ukaona kama msanii yani hana

kheri nadhani na anskana na anskana anskana. mm -hmm. kama sema jimbo hii sina sina vibe sina yaani, no. Sioni, kama kali yaani si yamini ya, si ya, yeye mm -hmm. kwa hiyo kitu kikuu inamfanya Darasa anarudi studio anarudi studio anarudi studio, na yaani hakuna nyimbo Darasa imemsumbua kama Proud of You. Hey, toka hey, ni mjue hey, yani toka ni mjue, hakuna nyimbo imemsumbua, hizo nyingine zote sijui tu match sijui yani ni nyimbo tu zinarekodiwa hizo za muda mfupi hizo. Ah, tu match haraka haraka sana kama? Yani sizani hata kama siku mbili imechukua ni hmm. haraka sana kwa sababu mimi nilitengeneza biti hmm. nilipotengeneza biti hmm. Sikuwa na mpango wa kumtumia yeye biti, okay. Umenelewa mm. Na kuna biti nyingine nilitengeneza ambayo hiyo biti alichukua nei mm. Nayo mitego ile pale kati patam, eh nilikuwa na biti mbili, he, he, hey, okay. mm. Sasa Darasa lipenda sana ile biti ya ya, ya, ya nei mm. Akasema ah. umempa bonge la biti yani, ningelipata mimi nikaona mtaali ameshaingia, kwa hiyo kesho yake nikapiga biti ya too much huwezi amini, kuna msanii alikuwa anataka nimtumie ile beat ya too much. Simtaji msanii alikuwa anataka nimtumie ile beat, simtaji atakaje, ata mind, umeelewa? Siwezi kumtaja. Nilikuwa nataka nimtumie ile beat lakini darasa akaingia. Alivyoingia sio kwamba beat ilikuwa ina play, ah, studio ilikuwa kimya tu hivi baadaye nikamwambia, sikiza kitu kama kuna nani unaweza ukafanya. Nilivyo tu play, vikaniambia niweke niweke kwanza kwenye flash, nikamwekea kwenye flash. oh, uh -huh. Kesho ndo kaja na idea too much, karekodi nyimbo yote yote, afu siku kulikuwa kuna timbulo hata yeah, timbulo akawa anasemaje, unajua yeah, ile Touchez anaambia dasa, hebu kuna mistari <laughs> Oge... yeah, ongezea pale kwenye Touchez kuna mistari. Timbulo kasema ongezea, eti dasa anaambia timbulo Unajua Timburo, kuna miziki yako fulani umezoea kuimba, sitaki ushauri. Sasa na kwa Timburo na Darasa waga naingiza mboko zake akiwa na watu wengi an ikoshan, akiwazoea watu, asipo kuzoea hataki kwanza hata vai bwana, ila yeah, mm, akiona siju yuko yuko, yeah, watu ambao anaweza kupiga mm. nao story anakuwa comfortable, lakini akiona akiona mtu mgeni, lazima tauliza bwana kama asikilizie, anaaibu watu hawajui. Yeah, anaaibu umeshakaa um, na kuangali Darasa, yeah, kuangalia hivi, anaaibu sana akiwa kwenye stage, mpaka zile vibes zimpande. Vibes zikimpanda anakuwa nyama mm. mm. tu moja kwa moja. Na kuna yeah, noma sana, ngoma yote ambayo ameshawahi kuirekodi ikawa ni hit, lakini ali freestyle kwa darasa ku- ku freestyle hapana. Ni mtu ambaye mm. anatumia sana akili kwenye uandishi wake yeah. Ku freestyle ni ngumu kwa mtu anayetumia akili mm. Mm. Ila kama ile ni kuropoka tu. Kennedy kavaa shati jeusi, sinamtusi mm. ni. Mm. Ujua ukiwa unataka watu waimbe wa street mm huwezi tu kuropokaropoka . Freestyle zina utamu wake, freestyle zina utamu wake, hasa kwa msanii wa hip, lakini mziki anaokuweti Darasa ani, inabidi atumie akili zaidi kuliko mihemko. Ndo maana kufanya freestyle hiyo inakuwa ngumu, kwa sababu ni msanii mwenye maandishi. Unajua wasanii wengi wenye maandishi ina limit sana hata kwenye swala la la mambo ya style na nini na nini. Unajua ukiweza ku slang ukadanganya, kuna wasanii wana vistyle flani, lakini ukiwasikiliza kwa makini unajua zile yani, oh. Kwa sababu uh -huh. Yeye auzi maneno mm. Yeye anauza style. Kwa kwa hiyo anaweza kuongea kitu chochote ambacho ni kinakuwa ni cha ladha zaidi, sio sio, mm. sio, mm. sio ku ku eniko. Yani, kwa mfano Mwanaefe, umeona Mwanaefe, Mwanaefe mm. anapo anapopiga verse yake, anataka kila neno wewe ulielewe na ulisikie yeah, na ulisikie. mm. kwa hiyo ile, ile ni lazima i limit style, hawezi kuslang mm. lakini kuna ile wenzangu na mimi mm. atakapita mm. mm. mm. tu wao, ukajiuliza inalanza lakini kasemaje uelewi. <laughs> <laughs> Kwa huko is... kufanya Darassa kufanya freestyle mm. sio sana, na ndo maana mimi naweza nikakwambia kitu kimoja mm. Darassa mm. anapenya sana, kwa sababu anawafikiria ana hata watu wale, ambao unajua, kuna watu wako hawajui mziki kiivyo, lakini mm. wanapenda mziki mm. kwa mfano, unajua shai kupata picha, house girl akiwa anaosha vyombo sawa, mm. anaweza kujisahau, kuna nyimbo akawa anaimba Unanielewa? mm. Unamfanyaje yule aimbe? mm. Unajua, unapotaka kutengeneza hit lazima umfikirie yule pia, yani unamfanyaje aimbe. Ndo maana mimi nakumbuka hata wakati tunarekodi maisha na mziki mm. mm. Darassa akawa anaimba maisha na mziki, acha mimi nilikuwa nilikuwa kwenye kikodo hivi mm. namsikia anaimba kabla hatujaanza kurekodi, mi nikawa anacheka, unacheka nini? <laughs> nikawa nacheka tu Kambu, unajua creative sana ni rahisi sana mtu kuimba hiki kitu, lakini kuna msanii mwingine ambaye anajua sana, anaweza kaona kama ya kiwaki maisha na muziki yani, oh. ana. lakini ikija kutoka sasa ndo unaelewa impact yake. Umenielewa? Kwa hiyo kuna u, kuna urahisi anaweza kauona mtu ambaye anahisi yeye anajua sana mziki na kuna ugumu ku create hicho kitu kwa sababu hata huyo anayejua sana mziki anaweza ukaambia tengeneza nyimbo i hit asitengeneze nyimbo ika hit bwana, we umeelewa? Yaani kutengeneza hit hakuhusiani na kujua mziki. mm. True. Kuna watu mm. wanaimba bro, ndio maana mm. sijui unanielewa well. Umeona, kwa mfano nyimbo zaidi tunaishangilia hapa mm. kwa sababu ya nini? Creativity lakini kuna nyimbo nyingi tu za hip hop watu wanachana nini nini, lakini wewe unaweza kutengeneza kitu gani cha tofauti ambacho mtu kikamuingia kwa haraka, na asiwe tu kwa sababu anajua mziki, asiwe Kennedy, asiwe Tacha, asiwe Mina. very true mm, sijui nanielewa, awe tu mtu wa kawaida, yani amekaa tu hivi mtaani, nyimbo yako ikamchukua, ujue sawa, ndo, ndo msanii wa biashara mm, sijui umenielewa mm. Mimi nawambiaga watu wengi pale studio Una wasalimu, Bro, minajua, unajua, eh, na wasanii wanakuja mi najua unajua naambia i nawambia e mchana hapa tusikie, au imba tusikie. mm. Ukimsikiliza mm. Okay, na konfidensi yake unaona, huyu mziki utamdisappoint kwa sababu kuna vitu havijui na hataki kuelekezwa kwa sababu amesha kuja mm. na ile kwamba mi mina, najua umenelewa eh. Na hiyo yeah. Umenele. sio hata wasanii wakubwa okay. Kuna mwingine nawambia oya hii kitu naona kama ubadilishi yani, mm -mm. Sawa, ni kali lakini haijakaa hiti ah. uh, uh, uh. Ndo ujama shindo kuelewa ndo ujama oh, eh. Kwa mfano mimi hapa mi mm. mm. ni producer ambaye sipendi back vocal kabisa, sipendi unajua, kwa sababu gani? sipendi back vocal uh -huh. Mi napenda ile vocal ya kwanza nayoingizwa iwe kwanza yenyewe iwe perfect. Unajua yale ma back vocal manyingi woga. Eh. Yale kuna nyimbo ya, zinahitaji back vocal kweli lakini kuna, kuna, kuna kujitetea kwenye back vocal kwa wasanii wengi, hiyo ndio ipo sana. Hawa kapiga mstari fana, nataka watu waitikie kama mikwaya sijui nini nini kwa sababu ya, ku, ya ku mbaka. Oh. Lakini unaona nyimbo kama Maisha na Muziki, yeah. ile nyimbo ina vocal moja. Hmm. Voko ni hiyo moja ambayo ndio hii mpaka kwenye chorus kuna voko moja Ben Port, mm -hmm. ndio kaja kaingiza zile eh, mm -hmm. kama zikawa tatu au nne, lakini ile nyimbo yote ina voko hiyo moja, moja. Okay. Yani unavyosikia mm -hmm. verse ya kwanza mpaka mm -hmm. mwisho anaimba ile wanatamani tupote kwenye, ni voko moja, hakuna baki mu. mm. eh -hmm. <laughs> Hey, bana kweli, wewe sikiliza kwa umakini. Hamna baki mpaka kwenye chorus. Baki kaja ku kaja kupiga tu zile kama ananogesha nogesha. Ben Pol zile ndio zilikuwa kama nne. yeah. yeah. oh. ile hivi Darasa yes. mwanzo mwisho kapiga vocal moja, moja. Oh. eh yeah. yeah. nao Masana uh, it's all about take away the pain album tour na inaanzia, yeah. Dar es Salaam tarehe 25 ambayo ni kesho pale Warehouse Arena. Tukutane pale na unajua, kuna mimi binafsi ukiniambia, yeah. Bana, mimi can't wait kutizama show la Darassa na Bien. Ah, ah, za, ya, ya, ya. Tunajua hiyo. Ah, ba, Ay, Ay, ah sifa nani? Eh, basi mimi. Yaani hiyo ni mimi uh, mimi na Ah, uh, eh, sasa nikikukopi itakuwaje? Darassa na Bien uh, Darassa, uh -huh. uh -huh. uh, Darassa na Mario. Darassa na Bosco. Okay. Hiyo ilikuwa Moshi kwenye nikasema, bana Darasa angekuwepo. Unamuona Mboso anashtua uwanja, unaimba, unaona hivi, ndo hii ni noma. So tumeona pia wanafanya mazoezi ya band, na Darasa ana, ana kiu kinoma kufanya live Yeah. Yeah, kwa hivyo mm, hopefully kesho tutakutana pale kwa ajili ya kuweza kuenjoy pamoja yeah. Yeah, kabisa kabisa eh, yeah. Ebu imagine hit songs za Darassa, oh, yeah. Go, go. Darassa unazisikia, ah, ah, ah, mm, yani, yeah. live on, wow. Yeah. Mm, so afanyagi show wewe yani, anaenda ku prove anaenda ku prove wrong watu ambao, oh, wanasema uh, kwamba wasanii wetu wako vizuri kwenye mambo ya performance hasa, unajua iko yeah. hivi hmm. sometimes unaona una ukipiga bendi hmm. inatakiwa upate mda, mda mzuri sana wa mazoezi aa kena bendi pale, ujue pale live <laughs> kinanda kipigwa pale, ikakosea ujue ndo umekosea, amesha kutoa mm. Kwa hiyo lazima muwe na muda mzuri wa kufanya rehearsal sana, kwa sababu ngoja nikwambie, studio na bendi ni vitu viwili tofauti mm. Studio unaweza ukaingiza vocal ukaunganisha vocal ya, ya T na la ukaunganisha T la ikaja nyingine yani la unaingiza kwa posteri, kwa staili nyingine hii mm. kwa hiyo ni studio mm. Live haina hayo mambo, kwa hiyo ili mimi naimani na, na, na wasanii wengi hawakuwekeza sana kwenye mambo ya, ya, ya mambo ya live haya mm. Nadhani sasa hivi ndio wamekuja kuona umuhimu wake mm. Lakini kitu kikubwa mimi nachojua kwenye live ni mazoezi, lazima mm. Na sije kama kwenye mazoezi kapiga keyboard mtu mwingine afu yeah. pale anaenda eti o, mpiga keyboard anaumwa mjichanganya. <laughs> <laughs> <laughs> Umejichanganya. <laughs> labda huyo awe mtaalamu mm. lakini mi naamini yani kwenye bendi yeah. mazoezi, kwa sababu unapofanya mazoezi kila siku kwenye bendi sauti na vizuri, inakaa vizuri mm. kwa sababu mbona wale kina bieni wanaua kwa sababu gani? wale ni watu wa, wa hizo kazi yani miaka nenda miaka Mw. Miaka Mw. Mw. Ni yani hiyo ni, ni imefika tu time sasa hivi wasanii pia wa Tanzania wawekeze sana kwenye mambo ya, ya, ya live, kwa sababu sasa hivi show nyingi naona zina nyingi watu yeah. wana wanapiga live mm. mambo yale ya, tena kwa hiyo yani, sasa hivi kishajiona tu, wewe jua kabisa una kazi za live yeah, mambo ya live last, mm. hivyo ndo vita zinatokea <laughs> <laughs> e bana oh, tukutane kesho pale Warehouse Arena yeah. Uh, kwa ajili ya take away the pain, na kesho, Mungu akijali, XXL inatokea pale inatokea pale yeah, live, uh, live pale Warehouse tatulia pale kwa ajili ya kuweza kupanga mikakati ya kuteka we the pen, kama umeachwa kama hujaachwa, ila kama unaona kama mapenzi kama kama mahusiano yameisha, kwa mebaki mapenzi pia, angalia namna akuja naye pale, afika wakisema, sina bahati, ushanielewa anaanza kunyoka. No, <laughs> e, kesho tukutane pale mzee wangu. Hivi sasa ni saa kumi jioni. Tigo sasa inaitwa na